Sawa, turudi kwenye masuala mazima ya uzalishaji yes. hizi hii mizinga ya kufugia nyuki yeah. Nyie mnaitoa wapi, mnaitengeneza wenyewe ama mnainunua labda kutoka nje ama hapa ndani? ya yeah, ni kitu ambacho nisahau kukueleza mwanzoni pia tunakarakana. Okay. tuna karakana yetu pale pale Dodoma, pembeni ya ofisi yetu na karakana ya kutengeneza mizinga ya nyuki kwao ni ofisi pia, ni sabofisi ndani ya ofisi ambayo inajitegemea na uongozi wake na anafanya shughuli zote. mm -hmm. na tukienda moja kwa moja hapo kwenye mizinga mm -hmm. sisi mizinga hapo tunatengeneza ni ya mizinga kisasa tu, mizinga tunasema ya kibiashara, ambayo inaitwa top bars pamoja na Langstroth. means kwamba kuna aina nyingi za mizinga eh, eh, eh. Mm -hmm. Okay, kwenye kwenye aina za mizinga hapo, msio kuna aina mbili za mizinga: kuna mizinga ya kienyeji na mizinga ya kisasa. Kwenye mizinga ya kienyeji ndo kama mizinga ameelezea mizinga ya magome ya miti, mm -hmm. mizinga ya vibuyu, mizinga ya vyungu au mizinga ya magogo ya miti wanatoboa katikati. Hiyo ni mizinga ya kienyeji ambayo mizinga mara nyingi kwenye uzalishaji na kuwa na uzalishaji mdogo kwanza, yeah. lakini pia tunasema kwenye ubora wa mazao ya nyuki kiwemo asali unaanzia shambani. mm -hmm. kuanzia shambani unazozingatia ubora wa mazao ya nyuki au asali yenyewe. Kwa kuhitimisha ile mizinga kwenye kuzingatia ubora wa asali, uwezo wake ni mdogo sana, wakati wa nyuki wanavyozalisha wenyewe, hata wakati wa kuvuna namna ya kutenganisha asali na watoto wa nyuki au na hizo pollens inakuwa ni ngumu sana. Kwa unakuta wakulima wakati wanavuna wanachanganya asali pamoja na watoto wa nyuki. Ndio ile wanasema asali ya nyuki wadogo, asali ya nyuki wadogo ni asali. <laughs> <laughs> hiyo ni asali nyingine kabisa ni aina nyingine ya asali ya spishi nyingine ya nyuki kabisa. Okay. Asali nyuki wadogo ni nyuki ambao hawang'acha au umi kabisa. Unaweza kaweka hata hata nyumbani kwako kwenye bustani pale kwenye garden unaweza kaweka pale. Ila tunaposema unachanganya kwenye nyuki wanazalisha nyuki wanazaliana wanataga mayai afu wanazalisha watoto. Sasa wakati wa kuvuna asali unakuta mkulima anachanganya watoto pamoja na asali ni vitu vile tofauti. Sasa wale watoto kuchanganya na asali hiyo asali inaharibika Okay. Na kwa aina tena umeharibu ubora wa nini? Awesome. Asali. Au kivuna asali kwa bado hajakomaa, na kwa asali itaharibika ndani ya muda mfupi. Sasa ndo hasara kubwa ya ya mzinga ya mzinga ya kienyeji. Mbona sisi kwenye karakana yetu atutengenezi kabisa. Na pia atushauri watu watu. Eh, mtu labda anataka kuanzisha shamba lake la ufugaji wa nyuki, atumshauri kutumia hiyo mzinga. Kwa sababu tunasema tunafanya commercial beekeeping, ufugaji wa nyuki wa kibiashara. Sawa? Kwa kwenye mzinga wa kisasa kuna hii ya uh, top bar pamoja na Langstrom. Sasa Kiswahili chake kidogo. Ehe, labda nieleze. Ya top bars ni mizinga ya watu wengi wanaiona ni box moja, inakuwa ni box moja la mbao. Okay. Ambao juu ya box pale kuna kunakuwa na viunzi. Viunzi ni tunasema ni ni bars hizo. Ndogo ndogo zinapangwa juu ya lile box. Sawa? Ambazo zinakuwa zimebanana hivi. Alafu juu ya zile vile viunzi na kuwa na mfuniko wa bati. Mm -hmm. Chini ya mfuniko unatengenezwa na plywood ili kutokuruhusu jua lisipige mm -hmm. moja kwa moja, sababu so, ile plywood ni mbao, kwa hiyo jua ile ina absorb joto. Okay, unaona. Eh, uhum, mzinga, mzinga wa top bars. Huo mzinga wa Langstroth ndo mzinga wa kisasa zaidi, mhm mm -hmm. kushinda huo top bars. Huo Langstroth ni mzinga ambao unakuwa na maboksi mawili, mhm mm sasa unaitwa mzinga wa gorofa, kwa hiyo unakuwa na boxi la chini na boxi la juu katikati ya boksi la chini na boksi la juu kunakuwa na wavu, unaona? mm -hmm. Sasa kwenye nyuki wenyewe wameganyika katika makundi matatu. Kuna nyuki malkia ambaye mm -hmm. anakuwa ni mmoja mm -hmm. katika kundi zima, alafu kuna nyuki vibarua ambao anakuwa ndio wengi, sawa, ndio wanaofanya kazi, hata nyuki ikuje kukung'ata nyuki kibarua, hata hao ndio wanaotengeneza asali, alafu kuna nyuki madume wanaitwa mm -hmm. drones. Sasa lengo la kuweka ule wavu ni kuto kumruhusu yule nyuki malkia asipanda kwenda kwenye boksi la juu. Kwa sababu yule nyuki malkia kazi yake kubwa ni kutaga na kufanya usimamizi wa kundi kijumla. Yaani kama rights yani ni kiongozi. Sasa mm, maana tunataka kwenye boksi la juu kule tuvune asali peke yake. Okay. Umeona eh? Malkia malkia kule juu hawezi kufika. Okay. Ila nyuki wengine watafanyaje? Watafika. Watafika. Utaliza kwa nini malkia hizi kufika? Kwa sababu malkia anakuwa ni mkubwa kiumbo. Ni mkubwa kabisa. Ila nyuki wengine walikuwa ni wadogo wadogo, kule ule wavu wanapenya, wengine wanapenya, malkia hawezi kupenya. Wale wengine ndio wanaotengeneza asali, wale nyuki ibarua wale ndio wanaotengeneza asali. Kwa hiyo watapenya, watatengeneza asali kwenye box la juu. Kwa wakati wa harvest, sasa una harvest box la la juu kule, unakuta asali tu kwa hapo. Moja kwa moja maona ni mzinga wa kibiashara kweli, maana kule unakuta ni asali peke yake, au kuti watoto akuti polen wala nini kuna hii kuna, kuna mizinga ambayo inatengenezwa ina, ina kwa simenti kwa kitu kama hicho, vipi kuhusiana okay. Na hiyo eh, nadhani mizinga ya simenti pasei nadhani labda ni watu labda wanafanya tafiti au wanafanya nini, lakini mzinga wa simenti au udongo au mm wa -hmm. Udongo kwanza management yake itakuwa ni ngumu sana okay. Sababu so, kwa sababu imagine unatengeneza mzinga wa simenti leo umeuhamisha kutoka shamba A kupeleka shamba B utaubebaje? mm. Shughuli yake ni pevu, lakini pili, simenti ile inashika inashika ubaridi. ya nyuki inahitaji baridi ehe, nyuki sasa wenyewe kuna joto la kitaalam, kuna joto la mzinga. Sawa, nirudi mwanzo. Umezungumzia kuhusiana na kwamba mnatoa huduma ya mafunzo kwa watu ambao mm. wanahitaji yes. Hasa yamkini labda kuna kikundi labda ni cha vijana ama cha wamama wanahitaji mafunzo lakini wameshindwa kukidhi gharama ambazo labda mnakuwa nazo, mnawasaidiaje watu kama hao? ya swali zuri. Kwanza sisi kama kampuni tuna rosta, tuna listi ya vikundi zaidi ya kumi na tano ambavyo sio vikundi vyote ambavyo tunavihudumia hmm. sisi vinatoa hela kama ulivyosema hapo, kuna vikundi vingine ni vichanga bado, ndo mm -hmm. vinaanza vinajitafuta na sisi mojawapo ya misheni yetu, vision yetu ni kuimpower local farmers, wazalishe kwa kiwango kikubwa katika mazingira yale yale ya ki, ya kiasilia. Okay. Lakini wazalishe kibiashara, umeelewa? Kwa <laughs> hiyo, tunachokifanya sisi, tuna tunaingia nao contract Mkacha, ya mkataba ambapo tunakuwa tunawapatia vifaa, mfano kama mavazi smokers, hype tools mpaka mashine ndogo ndogo zile za kuchakata asali. Ndiyo. Sawa? Ambapo tunachokifanya hapo kwanza tunaangalia uwezo wao na idadi ya mizinga walionayo. Je, hii mizinga itaweza kuzalisha asali ambayo hiyo asali baadaye tutaje kuinunua sisi? Okay. Kwa bei ambayo tunakuwa tumekubaliana. Kwa hiyo tunakuwa tumewasaidia vifaa vya kuchakatia na asali ambayo wanazalisha pale tunawahakikishia soko la moja kwa moja. Ambayo asali tunakuwa tunainunua. Ndio. Sisi. Labda hapo kabla hujaendelea. Mm. Vipi kama wa mm, ndo wamejikusanya tu kama kikundi, yani ndo wanataka kuanza moja, hawana cha mizinga hawana cha nini, wanataka kuanza, ndo wanaanza, ndo wanaanza hapo e, chochote hawana chochote. Okay, kitu kibwama, tutawasaidia kwanza ni education, okay, consultation, kwa sababu kama wanaanza maanake hawana abc yoyote kwao, tutafanyia consultation, ila watachokifanya tu watusaidie kum, kumsafirisha yule consultant kutoka ofisi hadi kufika tu pale basi, mm -hmm. ila consultation fee tutafanyia tutafanyia free kwa kikundi hapo ni sti.